Ikiwa umesibiwa na dhiki kama vile maradhi na matatizo mbalimbali mbali, au unahitajio unahitaji, basi katika Qur'ani kuna aya lau utaisoma hii aya kisha ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala chochote kile atakupatia. Anasema Sa'id ibnu Jubair rahimahullah, inni la a'rifu ayatan mimi, kuna aya ndani ya Qur'ani naitambua, ma qara'aha ahadun qattun fasal Allaha shay'an illa a'tahu iyahu, hakuna mtu yoyote aliyewahi kuisoma hii aya

Tafsiri ya aya hii ni kwamba, ewe Mola muumba wa mbingu na ardhi, unayajua yanayoonekana na yasiyoonekana, wewe ndiye utakayehukumu baina ya waja wako katika yale wanayohitalifiana. Basi aya hii isome ikiwa una dhiki, una shida na matatizo mbalimbali, mwombe mbali, Allah akuondoshee, au ikiwa una hitajio lolote, mwombe Allah akupatie. Baada ya kuisoma aya hii, Allah atakutatulia shida zako na atakupa hitajio lako.